ibada yake Allah Subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi kuwa ibada zote Allah Subhanahu wa ta'ala anazilipa tena kwa mudhaafa, illa sawm, isipokuwa sawm. Fa innahu, hakika hiyo sawm li, ni ya kwangu, wa ana ajizi bihi, na mimi ndio nitoilipa, na mimi ndio nitakayeilipa hiyo sawm. Kwa hiyo sawm ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala, walikai yakuna sawmuka kamilan mufi wa mufidan, fa'mal fa ma yali walikai yakuna na ili au kwa ajili iwe sawmuka sawm yako walikai yakuna sawmuka ili kwa ajili iwe sawm yako kamila ni yenye kukamilika wa mufida, na ni yenye faida, manake somo yako imekamilika na ni yenye faida. Fa'mal, basi fanya ma yali, haya yenye kufuata au haya yafuata, tekeleza haya yanayofuata. Awalan, la kwanza, hafidh ala salah, ihifadhi aba hafidh manake ni kudumu

Hafidh maana yake ni kudumu. Wa hafidh ala salat, dumu katika sala. Fa minas saimin, wako baadhi ya wale wenye kufunga. Wako baadhi ya wale wenye kufunga, man yuhmiluna sala, wenye kuidogosha na kupuuza sala, hawafanya ihmali, wanapuuza na kuitweza ile sala, wanasali nyakati wanazotaka. Ramadhani tena hii wanasali kwa wakati, wanaibuza kama Allah alivyosema, alladhina hum an salatihim sahun, na wale ambao wasala zao ni wenye kuzipuuza, hawazipatilizi kadhalika. Anasema rahimullah, wa hiya imadu din, na hii sala ndio nguzo ya dini, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam wa salatu hiya imadu din, sala ndio nguzo umda rukun ni nguzo ya dini. Wa tarkuha, na kuiwacha hiyo sala. Min alkufr, ni katika ukafiri. Na hii ndio qaul akthari alulamaa, hii ndio kauli ya wanachoni wengi, wameenda hivyo sababu watu wengi wanaizembea sala japo kuwa ashafiia wanasema kwa mtu akiacha takasolan tahaunan akaacha kwa uzembe na vitu kama hivyo, akwa odhur. Lakini wanacho ningi wamekwenda, kwa mwenye kuacha swala ni kafiri, wa ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, baina bein rajuli wa baina alkufri wa lshirki tarku lsala, baina ya mtu na baina ya ukafiri na ushirikina ni sala atakiacha sala ndo maana yake ni mshirikina na kafir. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala, yani wataulizwa wale watu wa motoni ma salakakum fi saqa, ni kitu gani nyinyi kilichowapelekea katika moto wa saqa? Qalu, watasema lam nakum min almusallin, hatu hatukuwa sisi ni katika miongoni mwa wale wenye kusali kuonyesha kumbe ukiacha sala ni katika watu ambao watakaingia motoni. Waliyadzu billah, waisala jambo lake lizito, mtu atakiwe ipatilize udumu katika wakati wake, kwa sababu inna lsalata kanat ala lmuminin kitaban mawqutan hakika sala imekuwa kwa umini ni faradhi iliofaradhishwa kwa wakati maalum. Kadhalik thania, jambo la pili, hafidh ala saumi Ramadan, kadhalika dumu na kuipatiliza juu ya saumu ya Ramadan. Maana yake saumu yako ipatilize, usifanye uzembe ukafanya vitu ile saumu yako ikawa inachafuka na inaharibika. Waawid auladaka saum, kadhalika awidh, wazoeshe auladak, watoto wako saum, wazoeshe saum, ufunga wazoeshe, wakiwa wadogo, sigara, wakiwa watoto wadogo, wazoeshe au sighar, wakiwa watoto wadogo. Mata ataquhu ani, maana yake awid auladaka sawma, mata ataquhu, wazoesha watoto wako kufunga wakati ambao ataquhu, wanaiweza hiyo sawm, washaanza kuiweza kwa sababu ataqa maana yake alistitaa, ni ile kuwa na uwezo kuanza kuifunga basi wazoeshe watoto wake. Wasawi pia katika hadithi katika katika sala mtume sallallahu alaihi wasallam asema muru auladakum bis sala, wamrisheni watoto wenu kusali. Wa hum abnau sab'a sinin, na hali ya kuwa wao ni watoto wa miaka mingapi? Umri wa miaka saba. Kadhalika wadribuhum 'alayha, wapigeni hawa watoto wenu 'alayha kwa sababu ya hiyo sala kuiacha. Wa hum abnau 'ashrin

afanya al-mubadara haraka, akimilie katika kuto. Thalitha, jambo la tatu, kun husna al-akhlaq, kuwa wewe kun, kuwa anta husna al-akhlaq, kuwa na tabia nzuri. Kwa sababu husnul akhlaq, ukiwa na tabia nzuri, na maana ile saumu yako pia unailinda, na ile saumu inafanya uwe na tabia nzuri

Kadhalika kamsifu tena akamwambia, fa bima rahmatin min Allah linta lahum lahum wa law kunta fadhlan ghalib alqalb lam faddu min hawlik, ndio nasalim ni kwa sifa kali, wala si nsuswa kwa moyo, ilikuwa ni mpole sana. Raufun rahim, mpole mwenye huruma, nifahamu

yoyote atakayokuzidia wewe katika tabia njema, zada aleika fi dini, itakuwa amekuzidia sehemu katika dini. Naam. Kadhalika anasema rahimahullah, wahdhari lkufra wasabbi din, kadhalika tahadhari ukafiri wa sabba ddin na kuitukana dini na kuitusi dini, siitusi dini. Wasua lmuamalati maa lnas, kadhalika kufanya muamala mbaya mbovu pamoja na watu, ikawa wewe msuswabu wa moyo

bisiamika saumu yako si haribu kwa mambo ya kipuzi. fa saumu yuhadhibu nufus, saum, funga yuhadhibu nufus. Ina ina ina yuhadhibu, maana yake ni inailea, inailea nafsi, nafsi za watu. Hii funga inailea nafsi za watu, sababu ukifunga unajisikia hata kama akhlaq zako zinakuwa nzuri. Tahdhib ni ile kutengeneza kitu vizuri kwa yuhadhibu nufus inazilea

Fa in, fa in, asema fa in mruun qatalahu, ikitokezea mtu qatalahu, akapambana naye ataka kupigana naye vita na umefunga, au shatamahu, au akamtusi na umefunga akakutukana, falyaqul, basi aseme huyo mwenye kufunga inni saimun, hakika yangu mimi ni mwenye kufunga, siwezi kutukana wetukana kiesikutukana inni saimun, hakika yangu mimi ni mwenye kufunga

Huko chini nimeruka huko katika mabano, amesema yarfudhu, manake yafhushu fil qawl, ni mtu kutukana na kuzungumza maneno mabaya katika mazungumzo. Yajhalu manake, ay yasfahu, ni mtu kufanya endaazin na upumbavu, akafanya mambo akipumbapumbavu ba ambao ni b. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla zur, yeyote ambaye hakuacha maneno mabaya azur maanake yoyote ambaye hakuwacha uongo azur alkadhib, walamala bihi na kufanyia kazi huo uongo, manake hakuacha kufanyia kazi na kufanyia kazi uongo falaysa lillahi hajatan, Allah hana haja fi si an yadaa taamahu, katika kuwacha chakula chake, hatakiwa ale tu. Kumbe bado wanazungumza uongo, basi kula wewe na haja gani sasa. Washarabahu, nakuwacha kinywaji chake, hitakikani kuwacha kinywaji chako wewe, fanya tu mambo yako ya zi

waghairiha na vitabu vinginevyo. Soma mwezi huu ambao unaokuja wa Ramadhani, litaalama ahkamahu, ili ujue ili kwa ajili ufahamu ahkamahu, hukumu zake hizo saum. Fata'rifa, ili ujue na kufahamu anna al-akla, kuwa kula wa shurba, na kunywa nasian, hali ya kuwa umesahau, la yufattiru, jambo hili halifuturishi. Watakiwa usome vitabu na uelewe kuwa kula na kunywa katika mchana Ramadhani hali ya kuwa umesahau jambo hili halifunguzishi. wa anna aljanabata na kuwa hakika ya janaba lailan, katika usiku mtu amelala ana janaba hakuoga mathalan, la tamnacu saut, jambo hili halimzuii mtu kufunga. Ndugu zangu, ainawambia, barakallahu fikum, watu wengi wallahi, ikhwani fillah, watu wengi hawafahamu hukumu za saumu bali hawafahamu hasa wa Uislamu wa wala hata kikujua, na kila mmoja ni mjuaji, lakini watu wengi hawafahamu sadiquni ya jamaa, yani inasikitisha sana. Watu hata ikusoma wala hata ikufahamu kabisa. Mtu anaweza kuamka na janaba akasema mimi, basi tabidi sifunge, akala ha, haizui la tamna'u sawma, jambo hili halizui kufunga, wa in kana min alwajib, japokuwa inapokuwa katika wajibu inapotakikana

Mtu afanya dhambi kisha dhihirisha watu wamuone, avuta sigara mbele za watu, ni dhambi kisha dhambi nyingine: dhambi la kuvuta sigara, kisha dhambi la kudhihirisha mbele za watu. Kadhalika asema falfitru juratun ala Allah. Kula ni jura, ni kujitia ushujaa na ujasiri maanaake, hilo ni jambo zito. Ala Allah, kwa Allah ni jura, yaani ujasiri, mtu akapata ujasiri kufanya dhambi kubwa.

Hakika yule mtu ambaye hana funga yeye, maana yake hakufunga katika mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani, la ida lah, mtu huyu hana idi. Lakini utakuta watu hawafungi kisha wao ndo wataka kufanya nini? wataka washereke ili mwanzo kuliko wale waliofunga, wakuta watu walevi. Afanallah wa yaku, ati wao ndo watakkaie idi ni ya kwao. Anasema falidu farhatun kubra, idi ni furaha kubwa